Kumbe huyo mtu anaweza kumsaidia yule mtu au sasa anaweza kusaidia kwa huyo ina tu, yani nilipoona karatasi nimemkumbuka, sijui nani, mama yangu si au mtu gani anaweza kunisaidia, sasa huyo apite. Wewe unapita ni nini? si kibali? sio muja wako, sio ujanja, sio taini, ni neema tu ya Mungu nawezesha kukuta, unapenda na, na, na Mungu anakusaidia na jambo la tano ni maongozi ya Kiungu au Roho Mtakatifu anakupa hiyo divine guidance, unasaidiwa na uongozi wa Kiungu. Kuna wakati unakuta kuna jambo unataka kulifanya, unaona kila kitu ni shwari, lakini unakosa amani, unakoseshwa amani, unazuiliwa, unaona ah, Bwana niliacha unalizuia, unaacha, una unasonga mbele, unaikuta ile jambo lilikuwa na madhara, lakini kwa sababu ya kupata msaada wa Kiungu unalikuta unaenda vizuri. Na jambo la tano na mwisho, dakika zangu ishirini au tumalize? Waandisi mnasemaje? Tumalize? Sisi hatunaweka mambo mengi, yaani waandisi sisi tunamaliza kijeshi, kama tujie umesema tunaishia, hata haya manne anatutosha. Tukiisha haya manne, mwaka wanakuwa mwepesi lakini uyazingatie, sijui tunayakumbuka kwa kama ni, ni ni ni ni au au password namba tano ilitoke muda ni: jenga nidhamu katika kila jambo unalofanya.